Nichukue wasaa huku kukaribisha katika chaneli hii ya Moshiro Online TV, na kama ni mara yako ya kwanza kupata video zetu nikukumbushe kushuka chini ya video hii na kugusa yale maandishi mekundu yaliyoandikwa subscribe pamoja na alama ya kengele, ili uweze kuwa mwanafamilia ambaye habari zote za kispoti na kiburudani zitakuwa zikikufikia popote pale ulipo. Msanii wa muziki wa kizazi kipya Alikiba amejiunga rasmi kuwa shabiki wa klabu ya Simba na kukabidhiwa kadi na mtendaji mkuu wa klabu hiyo ambaye anajulikana kama Iman Kajula usiku wa jana jijini Dar es Salaam. Alikiba pia ametangazwa kuwa miongoni mwa wasanii watakaotumbuiza katika kilele cha tamasha hilo siku ya Jumapili, Agasti 6 katika uwanja wa Benjamin Mkapa jijini Dar es Salaam. Pia Alikiba ametambulisha wimbo wa Simba Mnyama ambao unaendana na kauli mbiu ya tamasha hilo kwa mwaka huu wa 2023 2024. Ikumbukwe, msanii Alikiba alikuwa ni shabiki kindakindaki wa timu ile ya Young Africans mpaka alipoamua kuhama na kuhamia katika timu hii ya Simba Sports. Ukumbushe kugusa alama ya subscribe pamoja na kengele ili uweze kuwa wa kwanza kupata video zetu.